Uchawi ulipiga basi letu, aliroga basi wafe kwenye ajali, wanafunzi wengi walifariki. Alitumia uchawi akatengeneza mfano wa basi letu. Aliyefanya haya yote ni mama yake. Kwa nini alifanya hivyo? Ungana nami tuianze simulizi hii ili kupata kujua chanzo ni nini na ilikuwaje. Ila kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza hiyo batani ya like, kisha pembeni kuna alama nyeusi imeandikwa subscribe. Ibonyeze pia, kama haipo achana nayo, kisha kwenye comment tuambie unatizama simulizi hii ukiwa wapi na yapi maoni yako. Haya, tuanze sasa. Wiki moja kabla shule haijafungwa yaani likizo, nyumba ya mzee Majaliwa ilijaa kelele za furaha, wakifurahia maandalizi yao ya safari kwenda kijijini, kijiji cha Lukobe mkoani Morogoro. Hawakujua kabisa kwamba safari hiyo ilikuwa tofauti. Kuna kitu cha giza na cha hatari kilikuwa kinawasubiri barabarani. Kila likizo familia hii ilisafiri kwenda kwa babu na bibi. Lakini mwaka huu hawakujua mambo yangebadilika. Mama wa familia, Bi Subira, alikuwa bizi kupika, kupaki nguo na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Kama kawaida, alihakikisha maandalizi yote yamekamilika mapema. Lakini moyo wake ulikuwa mzito sana. Na safari wateo safiri baada ya siku mbili zijazo. Mumewe mzee Majaliwa hakuwahi kusali hata siku moja. Mke wake kila akimhimiza maswala la kusali, Majaliwa humcheka na kuondoka. Moyo wa Subira ulizidi kuwa mzito, na hiyo safari watoto nao walikuwa wanaanza kuiga tabia ya baba yao. Kila akitaka kusali, nao walikwepa na kunung'unika. He, mama, kuomba tena, kila siku, kila siku, da, tumechoka se lakini Subira aliomba Mungu alinde familia yake. Kesho yake jioni, mzee Majaliwa alikuwa anarudi nyumbani kutoka kazini. Alipofika kona ya barabara ya Mazimbu, alimkuta mama mmoja mzee amesimama kando ya barabara akipunga mkono. Mama, unaenda wapi? aliuliza. Ninaenda upande wa pili tu mwanangu, mama yule alijibu kwa sauti dhaifu. Mzee Majaliwa alimfungulia mlango na kumkaribisha. Walipokuwa wakiendelea na safari, mama yule akakohoa kidogo, kisha akasema, mwanangu, usiudhike na maneno yangu, lakini naomba hiyo safari yako ya kesho usisafiri tafadhali, na kama lazima uende, tafadhali funga na kuomba, kuna hatari mbele. Mzee Majaliwa alicheka sana, akamwambia, mama, unaniambia nisafiri kila mwaka tunaenda, hakuna kilichowahi kutokea. Mama yule alimwangalia kwa macho makali. Nimekuambia, nimeshafikisha ujumbe wangu. Aliposhuka aligeuka tena, kaa utasafiri, kumbuka maombi mwanangu. Lakini mzee Majaliwa aliona ni utani wa wazee wa kijijini, hakujua kwamba maneno yale yalikuwa onyo la mwisho. Kesho yake kila kitu kilikuwa tayari mifuko imejaa zawadi, nguo na chakula. Watoto walikuwa wamevaa wakapendeza. Subira aliwaita wote sebuleni, "Jamani, tusali kabla ya kuondoka." Mzee Majaliwa akakunja uso, mke wangu tunaenda Morogoro si Marekani, ngoja niwashe gari. Alipotoka nje aliingia ndani ya gari, lakini gari halikuwaka. Akajaribu tena, kimya Akafungua boneti akachezea waya, bado kimya. Akarudi ndani kwa hasira, gari limegoma. Subira akamwangalia kwa utulivu, labda Mungu hataki tuende. Acha hizo mke wangu, mzee Majaliwa akalipuka kwa hasira. Akampigia fundi. Fundi alipokuja baada ya kuchungulia kwa muda mfupi, alisema, bosi, injini imegoma kabisa, hili gari haliendi popote. Subira akasema kwa sauti ya chini, Mungu anajua sababu. Lakini mzee Majaliwa hakuamini akapanga uende na basi la abiria. Wakaomboka mpaka stendi, ila kabla hujaingia stendi, wakapokelewa na mpiga deba wa pale stendi. Mpiga deba akawaambia kwamba kuna basi la shule linapeleka wanafunzi mikoani, kwa hiyo waondoke nalo kwa bei nafuu na siti bado zipo nyingi tu. Basi bwana, mzee Majaliwa akakubali kuondoka na basi hilo la shule. Subira mke wa Majaliwa alikuwa kimya. Kabla ya kuingia ndani ya basi, akasimama na kusema, "Tafadhali, tusali kabla ya safari." Abiria wengine wakafumba macho, wengine wakaangalia pembeni. Mzee Majaliwa akamkemea, "Subira, kaa chini." Lakini Subira akafunga macho na kusema, "Bwana, tunakukabidhi safari hii." Funika basi hii na damu yako, tulinde tuendako, tuepushe na kila baya. Baadhi ya watu walinung'unika, wengine wakaitikia amina. Mtaa wa Msamvu ukawa nyuma yao, wakiingia barabara kuu ya Morogoro. Lakini wakiwa katikati ya safari, kuna mtu anafanya uchawi akiwa kijijini, ili familia ya mzee Majaliwa wadhurike au wapoteze maisha kabisa. Ni nani huyo mchawi? Ni mama yake wa kambo wa Majaliwa. Baada ya mama yake mzazi Majaliwa kufariki, baba yake Majaliwa akaamua kuoa. Sasa huyo aliyeolewa hampendi Majaliwa kwa sababu ndio mtoto wa pekee na ndio mrithi wa mali zake baba yake, na yeye, huyo mama, kizazi kilikataa, hakufanikiwa kupata mtoto. Kwa hiyo anataka Majaliwa afariki, ili yeye ndio abaki na mali zote pindi atakapomuua baba yake Majaliwa alipewa uchawi awaue, ila akishindwa mambo yatamgeukia yeye, yaani atapata laana ya kichawi. Mama huyo alitumia uchawi akabumba kigari kidogo cha kichawi kwa ajili ya kudhuru hii basi ya kawaida. Sasa wakati wakiwa njiani wanaendelea na safari, yule mama mchawi akatuma kombola wa kichawi kama mfano wa mtu, kikaipiga ile basi kwa nyuma. Kilichosikika ni vilio Abiria wakaanza kupiga mayoyo, Yesu tusaidie. Basi lilijibinua vibaya sana, likagongana uso kwa uso na lori lilikuwa mbele yao. Kisha habari ya ajali ilifika kijiji cha Lukobe kabla jua halijazama. Kila mtu alikusanyika kusikiliza mamake Majaliwa, yule mchawi Bi Zaituni alilia kwa sauti, o oh, mwanangu o oh, wajukuu zangu. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa anacheka. Mpango wake wa kichawi ulikuwa umefanikiwa. Alifurahia sana. Kwenye eneo la ajali, waokoaji walishangaa. Subira na watoto hawakujeruhiwa hata kidogo. Wote walikuwa salama kana kwamba wamefungwa kwa mkanda wa miujiza. Lakini mzee Majaliwa alikuwa vibaya. Miguu yote miwili ilivunjika. Walimkimbiza hospitali ya Morogoro. Usiku tena madaktari walipambana kumwokoa. Asubuhi bado alikuwa hai. Subira akakaa pembeni ya kitanda akilia, Bwana umetuokoa tafadhali, usimchukue mume wangu. Naomba Baba tafadhali, niokolee mume wangu. Kutokana na heka heka za ajali, Majaliwa na mkewe walipoteza simu. Kwa hiyo, mke wa Majaliwa kuwapeleka watoto kwa babu yao, ili na ndugu wote wauje kwa sababu hakujua kama taarifa wanazo tayari. Walipofika kijijini Lukobe jua lilikuwa linakaribia kuzama. Walipofika tu mbele ya boma, mlio wa kilio lisikika kutoka upande wa kushoto wa nyumba. Nisamehe, nisamehe jamani, ewe Subira, jamani nimekosea, mka mwanangu, nisamehe! Alikuwa anaongea ni mama Zaituni, mama wa kambo ya Majaliwa. Alikuwa ametoka mbio ndani ya nyunga yake amevaa manguo meusi, uso wake umejaa machozi. Alikuwa akitetemeka miguu ikishindwa kubeba mwili wake. Alipofika karibu, alipiga magoti na kupiga mikono yake kwenye kifua. Nilikosa, nilifanya uchawi ili mwefe bunjiani, lakini mumerudi salama. Mungu wenu ni mkubwa. Jamani, naomba msamaha, msiniache nife na laana hii. Watoto walibaki wamepoa, wengine wakimwangalia kwa hofu wengine kwa mashangao. Majirani walikuwa jirani, walitoka ndani wakishangaa kuona mwanamke huyo mkali aliyekuwa akijiona bora miaka yote sasa akilia kama mtoto mdogo mbele ya watu. Na mkamwanake Subira, mke wa Majaliwa, hakuinua hata sauti, hakumkemea hakumfokea hakumsema. Alimwangalia kwa macho tulivu, kisha akainua macho juu mbinguni akaweka mikono kifuani na kusema kwa sauti ya taratibu asante bwana kwa ushindi huu si kwa mapambano yangu bali kwa rehema zako Mama Zaituni alilia zaidi nisamehe jamani maisha yangu yatateseka tangu na omba mnisaidie nifutie laana hii majirani walimtazama Subira wakisubiri jibu lakini Subira alichukua tu maji kwenye chupa akamimina kwenye mikono yake akanyunyiza ardhi na kusema, kama ulivyotamani damu yetu imwagike hapa leo, maji haya yanasafisha mahali hapa kwa jina la Mungu aliye hai. Aliinua tena macho yake mbinguni, naomba Mungu akutende sawasawa na mapenzi yake mama. Kisha akageuka kuingia ndani. Tangazo lilienea kijijini kwamba Subira na familia yake wameponywa na Mungu na hata wachawi wamesujudu. Na tangu siku hiyo mama Zaituni hakuwahi tena kushirikiana na wachawi wenzake au kushiriki uchawi, bali alionekana kila Jumapili akiketi nyuma ya kanisa, macho yakiwa mekundu kwa kilio na toba isiyo na mwisho. Na kuanzia siku hiyo jina la Subira mke wa Majaliwa lilibeba heshima isiyoelezeka kijijini hapo. Ukiipenda simulizi hii, comment sehemu iliyokugusa zaidi na subscribe kwa ajili ya sehemu zinazofuata. Okay, simulizi hii hapa inatufunza kwamba kabla hujatoka kusafiri, kabla hujapanga kusafiri, hebu chukua hata dakika mbili, piga magoti chini kumkabidhi Mungu safari yako hakikisha unamtanguliza Mungu mbele kabla ya kuanza safari. E, na ukifika mwisho wa safari yako basi hakikisha unamshukuru Mungu kwa kufika salama. Tumekuwa tukitizama watu wengi wanasafiri lakini hawafiki mwisho wa safari. Kwa hiyo tangulize Mungu mbele before hujasafiri. Lakini pia kama bado hujabonyeza subscribe button kwenye chaneli yetu, basi hakikisha unaibonyeza hiyo alama nyeusi iliyoko chini ya video hii hapa, kwani kufanya hivyo utakuwezesha kuwa unapata video zetu kila tunapokuwa tunaachia video, basi utakuwa mtu wa kwanza kutizama video. Eze. Unaweza ukadrop comment yako hapo chini kuhusiana na simulizi hii hapa, sehemu gani ulioipenda, sehemu gani nini, turekebishe nini, tutoe video ijayo, tupunguze kipi, tuongeze kipi, au sio? Sisi tunafanya kazi kwa kuwasikiliza nyinyi kwa sababu nyie ndo watazamaji. Kwa hiyo hatuwezi tukafanya kitu tunachokipenda sisi, bali tunafanya kitu mnachokipenda nyie. Mtu wa maoni yako hapo chini kuhusiana na simulizi hii hapa au simulizi zijazo, unapenda nini kiongezwe, kipi kipunguzwe, kitu kama hicho hapo. Nawapenda sana guys.